Karibu ndani ya nukuu ya matumaini na Mathew Ndeva. Bado pana tumaini, bado pana tumaini, na Mungu yupo pamoja nasi katika hatua zetu zote za kila siku. Katika nukuu tusema hivi, Bwana atakupigania nawe utanyamaza kimya, Bwana atakupigania nawe utanyamaza kimya. Angalia usiogope, wala usiofu wala usione shaka kwa jambo lolote linalokuja kwako. Uokovu wako umekufikia na Mungu wa majeshi atakutetea zaidi ya yote, atakupigania. Yawezekana katika bahari hii kubwa unaiona ii mbele yako, ni katika mawazo mazito ulionaye, nitavuka vipi? Nimekuja na habari za nukuu ya matumaini majira ya asubuhi ya kwamba usihofu wala usiogope, Bwana atakupigania nawe utanyamaza tu, ukiona wokovu wa Mungu ukiwa mbele yako. Yawezekana ya kwamba kuna kuta zimejengwa na maadui kwa ajili yako, ya kwamba mafanikio yako yawe yamekoma, na vitu nawe vifanye visifaulu. Habari na niliyo naye njema kwako, bado panatumaini, ya kwamba Mungu ataweza kusababisha na kila linaloonekana kuwa zito litaanguka. Na lazima utafaulu na kuendelea mbele, maana Mungu yu pamoja nawe katika hatua zako zote za kila siku. Tazama tazama na kuangalia vizuri ulikotoka, ni mbali, hata kwenyu ulikozaliwa ni mbali, unakoishi ni mbali na sehemu unazoishi ndani ni mbali na nyumbani. Lakini nani kama Mungu? Maana katika zile sehemu amenyosha mapito, amekusaidia, amefungua malango, amekupa kibali na neema ya ajabu katika sehemu usiyozaliwa ndani, unapata neema ya kusonga. Angalia jinsi umetoka mbali mno, umeyapanda magari mengi, umeketi katika gari kwa masaa mengi, umepumaabiri na kupanda ndege, umeketi hewani kwa muda mrefu mno, na mwisho umetua salama. Angalia jinsi Mungu hufanya vitu ya kwamba umekutua mbali na kukufanikisha katika taifa sio lako. Hii yamaanisha nini? Bado pana tumaini na mtumaini lipo tumaini lipo, atatenda mema katika sehemu uliko ndani. Hivyo nikasema hivi ya kwamba, wewe nyamaza tu uone jinsi Bwana anavyokupigania na tena jinsi anavyokutetea, vile anavyosema na mtumishi wake Musa ya kwamba ambia taifa la Israeli, nyamazeni muone jinsi nitakavyopigania. Au mnawaona kama wa Misri, amtawaona tena, maana nitakuwa nimetenda jambo jipya juu ya maisha yenu. Ndivyo nimekuja asubuhi njema na nukuu ya matumaini ya kwamba usihofu wala usiogope wala usiwe na shaka. Mungu akiwa wa upande wako eh, wewe ni mshindi tena zaidi ya mshindi, na hivyo unavyovipanga vitafaulu. Uendako utainuliwa na Mungu atakutetea na Mungu atakuhifadhi. Zaidi ya yote, atakuinua. Liko jambo jema aliyoliandaa kwa ajili yako, na hata mwaka wote utakamilika. Kabla ulipokea neno lile ya ja kwamba usihofu, usiogope, mtazamie Bwana, inua macho yako, katazame mbinguni Ukaseme, Bwana bingu ikafungue kwa ajili yangu, neema ikaniongoze na uwezo wa Bwana ukawe juu yangu, waji ya safari hii niliyo nayo. Usihofu wala kuogopa, Bwana atakupigania. Wokovu umefika kwako, na hii ndiyo wakati wa wokovu wako, na hii ndiyo siku ya wokovu wako, na huu ndiyo mwaka wa wokovu wako, na huu ndiyo mwezi wa wokovu wako, na Bwana atakulinda na kukutunza milele. Na ndiyo nukuu ya matumaini na Mathew Ndeva. Tumai neema ya baba ingali pamoja nawe, na nguvu zake zingali zinakutunza. Mafanikio yako makubwa yako mbele yako, na Mungu atakulinda kwa ajili ya mafanikio hayo. Ataweka njia mahali pasipokuwa na njia, atakupa uwezo na urejesho wa ajabu sana. Hatua za miguu zako zitabarikiwa mwakani siku kama hii utakuwa na ushuhuda mkubwa. Bwana alitenda makubwa, toka mali nilikokuwa ameniketiza, na ufalme amenitoa nyuma, ameniweka mbele, amenifanya kuwa kitu. Nalikuwa sufuri, leo niko moja, na utukufu unalinda maisha yangu siku zote. 4561468, hiyo ni tin namba yetu. 4561468, namba ya idhaa ya Radio Fortune Africa. Asante kwa wale ya ambao mnasimama kituo hiki, msichoke, Mungu awalinde sana tunapoelekea kuvuka na kufika FM ni baraka tele, na uwezo na nguvu za Mungu zi pamoja na nyasante. Na karibu popote mulipo, imekuwa ni nukuu ya matumaini, nami Mathew Ndeva.